Hii ni video inayo trendi katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii na inakuja kwa kasi sana kufuatia hichi ambacho kilikuwa kinaonekana katika eh, video hii ambapo iliweza kuonesha eh, huyu ni rafiki wa eh, bwana mmoja ambaye alikuwa anafunga harusi kwa, kwa maana bwana harusi sasa. Eh, alienda kuhudhuria sherehe ya rafiki yake akiwa amefungwa eh, pingu jinsi kama unavyoona. Eh, hapa unaona kabisa kuna chain lakini pia nyuma kuna polisi. Unaweza kufikiri labda ni mchezo wa kuigiza ama vipi ama ni movie, lakini eh, inshi imeweza kutokea huko India. Njoo nikufafanulie kidogo kuhusiana na hii video ambayo ina trend sana huko India katika pages na mitandao mbalimbali ya huko nchi ya India kipande cha video kina samba mtandaoni kimezua hisia baada ya kuonekana mwanaume wa jamii ya Sardari nchini India ambaye kwa sasa yuko gerezani akipewa kibali maalum kuhudhuria harusi ya rafiki yake wa karibu. Mara tu alipoingia ukumbini, alikaribishwa kwa shangwe na haraka akaungana na wageni kwa kucheza kwa hisia kali, jambo lililogusa wengi waliokuwepo kwenye sherehe hiyo. Watu walionekana wakishangazwa na furaha yake licha ya changamoto ya kuwekwa kizuizini, akiwa mikononi mwake amefungwa na Chen. Sasa hili limeweza kuwavutia mashabiki wengi, hasa wale ambao e, wanaamini katika urafiki wa kweli. Hichi kitu ambacho amekionyesha bwana huyu, e, ni kitendo kizuri sana. Neema ya huyu bwana. Sasa wadau walikuwa wanacheka sana katika upande wa comment section. Huyu kaweza kusema kwamba Wahindi huwa asiwaamini, labda hii ni movie. Mwingine kaweza kusema kwamba na uh, alionyesha show, kashikwa kama mbwa Mwingine ikiweza kusema kwamba du, wahindi huwa hawashindwi kitu. Hizo ni baadhi ya komenti za wadau wakishangilia hili jambo ambalo limeweza kuonekana. unazungumziaje? Acha komenti yako hapo chini.